Namkaribu tena tuendelee na taarifa zetu mtazamaji, ambapo kukinyang'anyiro cha kombe la klabu bingwa barani Ulaya UEFA kikiendelea, Wakenya wa tabaka mbalimbali walipata fursa ya kujionea kombe hilo rasmi, kwenye ziara yake katika mataifa matano kabla ya kutua jijini Munich Ujerumani, ambapo fainali za kombe hilo linatarajiwa kuandaliwa mwishoni mwa mwezi huu. Anaarifu zaidi kutoka jiji la Nairobi, Lena Dwamalo. Wakenya walipata fursa ya kujionea na kupiga picha na kombe hilo kwenye hafla iliyoandaliwa na kampuni ya vinywaji ya KWAL kupitia kinywaji cha Heineken katika hoteli moja hapa jijini Nairobi. From left to right, so first and the kombe hilo lililoletwa na maafisa wa soka barani Ulaya UEFA, akiwemo mchezaji wa zamani wa Ujerumani ambaye pia alicheza katika vilabu vya Bayern Munich na Manchester United, Bastian Sweinsteiger, so aliyefurahia kutua nchini Kenya kwa mara ya kwanza akiwa na kombe hilo na kuwa natumaini kuwa timu ya Kenya Harambee Stars itawahi pia cheza kwenye kombe la dunia. So I'm very happy being here first time for me in my life uh, being in Kenya in such a beautiful environment Nairobi um, we had a beautiful today uh, already in the morning to see a little bit we met the president as well and uh, I also, um, I'm very happy to meet all the people from

Kwa upande wake rais wa shirikisho la kandanda nchini Hussein Mohamed naye alifurahia fursa ya Kenya kuletewa kombe hilo, akisema inawapa Wakenya motisha ya kutia bidii kuimarisha viwango vya soka nchini na kuwekeza kwenye mchezo huo ipaswavyo. that today's event is more inspirational than anything else I want us to look internally and ask ourselves how can we get the champions league Cup for Africa to be as big as the UEFA Cup, as the UEFA Champions League Cup? How can we get our leagues and our teams also locally? How can they borrow from what has succeeded in the developed world and the other big leagues around the world and make it happen also here? Na yeye mwenyekiti wa kampuni ya Qual, Kuria Mushiru, pamoja na afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo Lina Gidhuka walipongeza hatua ya kombe hilo kuletwa humu nchini, wakihoji kwamba Heineken imekuwa ikifadhili michezo hiyo kwa miaka mingi na itaendelea kufadhili na kuwaletea mashabiki burudani mbalimbali za michezo humu nchini.